Katika kila pembe ya dunia binadamu ameishi, ameota ndoto na ameunda njia za kipekee za kuelewa maisha. Lakini ni barani Afrika, mahali palipojaa historia roho na sauti za mababu, ambapo tamaduni zimebeba nguvu ya kushangaza. Tamaduni ambazo si tu za kuvutia, bali za kuamsha fikra na nyingine za kushangaza akili. Leo tunakualika katika safari ya kipekee tukichunguza tamaduni za kustaajabisha kutoka kwa makabila mbalimbali. Karibu kwenye WanaCreate, mahali ambapo tunaunda historia na kujenga urithi. Katika jangwa la Sahel linakochomoza jua kali na upepo wa vumbi, tunaikuta jamii ya Wodaabe. Kabila hili la wafugaji linafahamika kwa sherehe ya ajabu inayojulikana kama Gerewol. Hii siyo tu tamasha, bali ni mashindano ya urembo ya wanaume. Wanaume wa Wodaabe hujipamba kwa rangi kali, kuchora nyuso zao kwa manjano, weupe na nyekundu, hujivalisha manyoya na shanga, kisha hucheza kwa mwendo wa kupendeza mbele ya wanawake waliokusanyika kuwachunguza. Na wanawake hawa, wao ndio majaji, wanachagua mwanaume mrembo zaidi aliye na macho makubwa, pua nyembamba na tabasamu pana. Katika jamii ya Wodaabe, urembo ni jambo la heshima na fahari, na mashindano haya yanaweza kuamua mustakabali wa ndoa. Tunasafiri hadi Kaokoland, kaskazini mwa Namibia, ambapo jua huchoma ardhi bila huruma. Hapa tunaikuta jamii ya Himba, wanawake wakitembea kwa fahari wakiwa wamejipaka mchanganyiko wa udongo mwekundu, mafuta ya wanyama na mitishamba Mchanganyiko huu unaojulikana kama otjize hauwasaidii tu kulinda ngozi dhidi ya jua na wadudu, bali ni alama ya uzuri, utu na kitambulisho cha mwanamke wa Kihimba. Kila staili ya nywele, kila kikuku, kila pambo kina maana. Hii ni lugha ya utamaduni isiyo na maneno. Na cha kuvutia zaidi, wanawake hawa hawajifichi, wanavaa uzuri wao kwa fahari. Kwao, mwili ni sehemu ya hadithi ya kifamilia, ya ujana, ya uzazi na ya heshima. Katika nyanda za Afrika Mashariki, maarufu kwa nyasi ndefu na wanyama wakali, wanaishi Wamaasai, jamii mashuhuri duniani kwa mavazi yao mekundu, shanga za kuvutia na maisha yao ya kijadi. Katika maisha ya Kimaasai, kijana wa kiume hupitia mchakato wa kipekee wa kuingia utu uzima. Sherehe ya Yunoto ni wakati wa mabadiliko kutoka ujanani hadi kuwa moran au shujaa wa jamii. Wanaume hufanya mashindano ya kuruka juu bila kukunja magoti, wakionyesha nguvu, ujasiri na uwezo wa kulinda jamii. Kuruka si michezo, ni tamko la utu uzima, na kila mshangao wa hadhira huashiria heshima ya jamii kwa jasiri anayekuwa. Katika mabonde ya kusini mwa Ethiopia tunaikuta jamii ya Surma na Mursi. Katika makabila haya, wanawake huvaa sahani kubwa za udongo kwenye midomo yao ya chini. Ni tamaduni ya muda mrefu ambayo inaashiria urembo, utu na wakati mwingine uwezo wa familia katika jamii. Kabla ya ndoa, msichana huvunja mdomo wake wa chini kidogo na kupanua taratibu kwa kutumia vipande vikubwa vya udongo. Ingawa kwa wageni inaweza kuonekana kama mateso au udhalilishaji, kwao ni heshima na fahari ya kitamaduni. Ni njia ya kusema mimi ni wa jamii hii na najivunia hilo. Katika nyanda za juu za Mali, tunaikuta jamii ya Dogon, jamii yenye imani ya kina kuhusu ulimwengu wa roho na walimwengu wa siri. Wana sanaa ya ajabu ya vinyago, vinyago vya kifumbo, vya kiroho na vya kiibada. Katika mazishi na sherehe za kipekee, wanaume huvaa vinyago vikubwa vinavyoashiria mizimu, miungu na nguvu za juu. Ngoma, mdundo, na mwelekeo wa mwili vyote huunganishwa ili kufungua mlango kati ya dunia hii na ile nyingine. Kwa Dogon, maisha haya ni kivuli tu. Ulimwengu wa kweli uko ndani ya roho, na sanaa yao ndiyo njia ya kulifikia. Jamii ya kabila la Fulani inayopatikana Afrika Magharibi ni mashuhuri kwa urembo, usafi wa lugha na mila za kifahari. Wanawake wa kabila la Fulani hujichora hina kwa ustadi mkubwa hasa katika mikono na miguu wakati wa harusi au sherehe maalum. Hina yao ni ya kipekee ikiambatana na nyimbo za wanawake, hadithi za mapenzi na ndoto za uzazi na mafanikio. Mapambo yao ya nywele na masikio pia ni ya kuvutia wakichora historia yao kwa mwili kama maandishi ya kisanii. Kwa kabila la Fulani, kila mstari una maana. Kila rangi ni hadithi. Katika safari hii tumeshuhudia mengi: urembo usioelezeka kwa maneno, mila zilizokita mizizi kwenye historia ndefu, na jamii ambazo, licha ya changamoto za dunia ya sasa, bado zinashikilia misingi ya asili yao kwa fahari na heshima. Katika kila tamaduni tumejifunza jambo moja kuu: binadamu ni wa ajabu na urithi wake hauna bei. Hii ni Wanacreate, tukiandika historia na kuunda urithi.